Hii ni Bright Views Romantic Channel, karibu na kama ni mara yako ya kwanza, na kukumbusha kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wapate kujifunza zaidi na zaidi. Katika kipindi chetu cha leo, tutaangazia mambo hatarishi katika mapenzi. Unajua wengi tumekuwa tukijihusisha na mapenzi, lakini bila kujua ni vitu gani au ni mambo gani hatarishi katika mapenzi tulionayo. Sasa leo tutajifunza mambo hatarishi katika mapenzi. Usichokijua ni kwamba mahusiano ya mapenzi yanaweza kuwa chanda cha furaha na utimilifu wa kihisia lakini pia yanaweza kuwa uh, hatarishi ikiwa mambo fulani fulani hivi hayajazingatiwa. Leo tutaangazia baadhi ya mambo hatarishi katika mapenzi ambayo yanaweza kuathiri afya ya kihisia na kimwili. Jambo la kwanza ni ukosefu wa mawasiliano bora, yaani hapa wapenzi wanakuwa na hali ya kuto kuelewana, hali ambayo inaongeza migogoro na kusababisha hisia zile za mapenzi kutoweka, lakini pia kunakuwa na kufichana hisia hali ambayo inasababisha mtafaruku na umbali wa kihisia. Pia vilevile, katika ukosefu wa mawasiliano yaliyo bora, hapa watu wanakuwa na yale mawasiliano yenye hasira au dharau. Sasa tabia kama vile kupuuzia mambo, kulaumu au kukosoa mara kwa mara inaweza kudhoofisha uh, mahusiano yenu. Jambo la pili ambalo ni hatari katika mapenzi ni kutokuwa mwaminifu. Hapa namaanisha usaliti wa kimapenzi. Hii ni mojawapo ya hatari kubwa, inaweza kusababisha kuharibika kwa mahusiano kabisa. Lakini pia kutokuwa wazi kuhusu hisia zako eh, kujihusisha na mtu mwingine kihisia au kimapenzi bila kumjulisha mpenzi wako pia ni hatari kwa uaminifu. Lakini pia kukosa uaminifu wa kifedha, yani kuficha masuala yako ya kifedha au matumizi yako ya kifedha, hii ni moja kati ya aina ya usaliti katika mapenzi. Kwa hiyo, hali hii pia ni hatari katika mapenzi. Jambo la tatu ni kwamba ukosefu wa heshima. Hapa sasa, unakuta zile tabia zetu za dharau, kutoa matusi, dhihaka au kumdhalilisha mpenzi wako kunaweza kuharibu kabisa uhusiano wako, lakini pia kutozingatia mipaka ya mwenzako kutozingatia mipaka ya mwenzako, kuvuka mipaka ya kihisia, kimwili au kijamii bila ridhaa ya, ya mpenzi wako kunaweza kuathiri uhusiano wenu. Lakini pia kunyanyaswa kihisia, yani hapa unakuta mtu anakudharau, anatumia vitisho vya kihisia kuharibu kujiamini kwako na furaha katika mapenzi yenu. Hiyo pia ni hatari sana eh, lakini pia kuna kunyanyaswa kifedha, mona mtu anakunyanyasa, iti kwa sababu ana fedha akiamini kwamba huwezi kumfanya chochote. Hayo sio mapenzi na hilo jambo ni hatari hatari katika mapenzi yenu. Lakini pia jambo la tano ambalo ni hatari katika mahusiano ya mapenzi ni kukosa uwiano wa majukumu, kutojali mahitaji ya mwenzi wako ni kukosa uwiano wa majukumu, kuruhusu mzigo wa kihisia upa, uelemea upande mmoja Yani mmoja ndo awe na hisia sana za mapenzi kuliko mwingine, pia ni kukosa uwiano wa majukumu, na hilo ni jambo hatari katika mahusiano yenu ya mapenzi. Lakini pia jambo jingine hatari ni uchaguzi wa mtindo wa maisha hatarishi, yaani mtu tu anajisikia kuchagua kuishi maisha hatarishi, hilo pia jambo ni hatari katika mahusiano yenu. Hapa namaanisha wale watu ambao wanakuwa wamechagua kuishi katika maisha ya ulevi au matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia kuna wale ambao wamechagua maisha ya kuchepuka au kufanya ngono zisizo salama. Lakini kuna wale wengine ambao wamechagua kutumia muda mwingi mbali na wapenzi wao. Hizo hali zote ni hatari katika mahusiano ya mapenzi. Jambo jingine la saba ambalo ni hatari katika mapenzi ni kushindwa kudhibiti migogoro ukiona umeshindwa kudhibiti migogoro maana yake umeshindwa kukubali makosa umeruhusu matumizi ya hasira au ghasia umelenga kuto kutatua migogoro basi ujue kabisa hapo upo kwenye hatari unahatarisha mapenzi yako wewe na mwenzi wako lakini pia kutozingatia afya ya akili na mwili ni jambo hatari katika mapenzi kwa sababu kuna magonjwa ya zinaa kuna kukosa usaidizi wa kihisia endapo tu kama hamtuzingatia afya ya akili na mwili basi mahusiano wenu yanaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana. Jambo jingine la tisa ni uhusiano usio na malengo. Kuwa na mahusiano yasiyo na malengo pia ni jambo la hatari katika mapenzi. Hapa namaanisha kwamba mnakuwa wapenzi, lakini hamna maono ya pamoja, au mnakuwa wapenzi, lakini hamna nia ya kudumu. Sasa nyinyi mnakuwa katika hatari na hilo jambo mnalolifanya linahatarisha mahusiano yenu ya mapenzi. Nini kifanyike ili kusiwe na hatari katika mahusiano yetu ya mapenzi? Kwanza kabisa tunatakiwa kujenga mawasiliano yaliyo bora, lakini pili, kuweka mipaka na heshima. Vilevile lazima tupate msaada wa kitaalamu. Muhimu zaidi ni kulinda afya ya mwili, pia tusisahau kulinda afya zetu za kimwili na kingono pia. Mwisho ni kuhakikisha tunakuwa na jitihada za pamoja. Yani, hapa unahakikisha kila mmoja anatoa mchango wa dhati kwa maendeleo ya uhusiano tulionao. Hii ni Bright Views Romantic Channel, na kukumbusha kusubscribe, ku comment, lakini pia kushea na wengine wapate kujifunza zaidi. Mimi na wewe tuundani katika kipindi kinachofuata. Asante.